Welezo sasa ni Welezo ya kisasa, ni Welezo mpya. Tumejenga soko pale Makufuli, mnaita nadhani ile ni wadi ya Munduni eh? Ndio eh? Tumejenga soko pale la wajasiriamali. Changamoto nazielewa, lakini soko limejengwa, fedha zimetolewa kwa ajili ya wajasiriamali, na kazi yetu ni usimamizi, kuhakikisha soko lile linafanya kazi lakini, tumejenga hospitali pale eneo la Jeshini, kazi inaendelea, nami naamini wanawelezo watapata nafasi nzuri ya kutibiwa pale kwenye hospitali ya kisasa. Na nani kama Dokta Mwinyi? Nani kama Dokta Samia? Nataka niwahakikishie, nilimwambia ndugu yangu Diaspora pale Baraza la Wawakilishi. Naelewa Welezo mna barabara za ndani zina wakera, lakini nataka niwathibitishie barabara zile tayari tumeshamkabidhi mkandarasi na muda wowote kazi ya barabara zile itaanza. tunataka ukitokea upande wowote wa jimbo la Welezo ukute barabara ya lami. Watoto wa mjini wanasema uwe na mgongo wa ngisi. Na hii ndio kazi ya daktari Huseni Mwinyi. Tunaposema Dokta Mwinyi mitano tena tunamaanisha kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Tunaposema Dokta Samia mitano tena tunamaanisha kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Ndugu zangu wana Welezo, naomba sana niwaambie, kama kuna eneo sahihi ya kupeleka kura zetu ni chama cha Mapinduzi. Ukichagua chama cha Mapinduzi umechagua maendeleo. Ukichagua chama cha Mapinduzi umechagua amani. Ukimchagua Daktari Hussein Mwinyi umechagua maendeleo ya Welezo na Zanzibar kwa ujumla. Ukimchagua Daktari Samia Suluhu Hassan umechagua maendeleo ya Tanzania na amani kwa ujumla. Ukimchagua Dayaspora umechagua maendeleo ya jimbo la Welezo m ukimchagua ndugu yangu Asma Mwinyi umechagua maendeleo ya Welezo mkami ukiwachagua madiwani wetu ndugu yangu Chumu na wenzake, bahati nzuri Chumu namfahamu, sababu alikuwa mea wetu, amefanya kazi nzuri sana, na naamini na waheshimiwa madiwani hao watarajiwa, nyinyi msubiri tu muda ufike, mwapishwe, mwende huko mkafanye kazi. Sisi moye, jimbo la welezo ni jimbo la chama cha mapinduzi na kamwe halitotoka hivi kama kuna watu wanawadanganya watu kwamba jimbo hili watalichukua hey! Nimemwambia ndugu yangu Tabia, we ndio mwenyekiti wa kamati ya kampeni hapa, hili jimbo nataka mapema sana liwe limekamilika kazi yake, kama ambavyo watalitapika mapema sana lile la Kiwani kule, basi na hili la Welezo mapema mno.